utoaji wa fedha mpaka sasa hivi asilimia themanini na tano na nami pia niungane mkono pamoja na salishi kwamba kwa wakurugenzi, muda uliobaki ni mfupi. Huu ni mwezi wa sita, mwezi wa sita tunatakiwa lazima tufike asilimia mia na kama kawaida yetu mkoa acho kawate, naomba sana na kuwasihi, huu mwezi ni mwezi ambao ni mfupi sana angalau mpaka ikifika mwezi wa tarehe 15 Juni hii tuwe tumemaliza zile asilimia zote ambazo zimepelea ili ifike asilimia mia moja. Kwa hiyo ninawaomba sana twende tupambane na huo mfumo wa kupitisha hizo fedha ili tuweze kutekeleza yale malengo yote yaykt. Inawezekana zingine ni commitment ambazo hazijalipwa, tunaomba tu kamilishe zote, wakurugenzi, tuko pamoja yeah? Naombelei tusiambeshani tusia hapa tuweze tukakamilishe, ili tusomeke kijani kabisa, tababo iko kwenye kikao cha tathmini taifani mwezi wa nane, tuwe na sisi tumekamilisha hilo lengo kuu, lakini pia ninapenda na mimi kuungana mkono na wajumbe waliozungumza kwamba Eh, mkoa wa Njombe ukija kuangalia zile kampuni zetu pale za idadi ya watoto pamoja na fedha ambazo zimetengwa katika kila halmashauri, umefanya hapa haraka haraka mgawanyo kati ya idadi kasayi hela ngapi ambayo inatumika, na tumeona kwamba kwa mkoa wetu wa Njombe tumeapa, licha ya kwamba tunatakiwa kuchangia elfu moja kwa kila mtoto lakini kwenye average yetu <coughs> anasoma elfu mbili na mia mbili kwa kila mtoto katika mkoa wetu wa Njombe. Na kwa jinsi hiyo, asante sana orungezi, mizuri, fela, kwa kurugenzi tumezingatia somo vizuri na utoaji wa fedha tumeweka vizuri kwa asilimia maa zaidi kwa hiyo ile zingatio la kutenga dola tisa kwa kila mtoto kwa mwaka sisi tumelifikia vizuri sana. Ile tumesema milioni 24 kwa mwaka mzima, kwa jinsi hiyo o sisi tumechangia kwa elfu mbili na mia mbili kwa kila mtoto. Tunawaomba wakurugenzi, lichotenga lichotenga kwenye bajeti lazima tuitimize. Tukifanya hivyo tutakuwa tuko vizuri. Nakuona saii swala la, la mawasilisho mengine kwamba tunashukuru sana mradi wetu wa lishe ya mwanao, mjumbe wetu amekuwa na sisi mara kwa mara, ameweza kutupa update ya utekelezaji mpaka mwezi Machi. Tunashukuru sana na tuendelee kushirikiana hivyo tukiamini kabisa kwamba malengo yetu yatakuwa yanatimia. Ninapenda kipekee kutoa shukurani sana kwa profesa kwa Nelson Mandela na timu yako kubwa yote mliyopo hapa, mimewasilisha jambo jema sana, na tunaenda kuanza ushirikiano mzuri kati yetu sisi mkoa wa Njombe na nyinyi lakini Ninaamini kabisa leo, mawasilisho yaliyofanyika hapa, tumeona picha nzima ya eneo hili katika mkoa wa Njombe, kiasi kwamba mnapoenda sasa kujadili na wale wadau wetu na pamoja na sisi, picha ya mkoa unayo, na kwa jinsi hiyo tunaweza tukasonga mbele vizuri. Tunapenda sisi kuwa ushirikishi zaidi na wadau wetu wote, tufanye kazi kwa pamoja resources zilizopo tunazi display zote kwa pamoja ili tujue nani anasaidia kitu fulani na maeneo gani yako yana gap ili iweze kujiziba gap tuweze kusonga mbele kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunapenda kutoa kipekee eh, kipeke, shukrani nyingi sana kwa wadau wetu wote ambao tunafanya kazi hii kwa pamoja. Uh, ajenda ambayo ipo mbele yetu sasa ajenda ambayo ipo mbele yetu, baada ya mjadala huu, niseme tu kwamba tumebaki na ajenda moja ya kukabidhi mashine za kuongeza virutubishi kwenye unga wetu wa mahindi ambazo zitakabidhiwa kwa viongozi wetu wa halmashauri zetu sita, ili zoezi liweze kufanyika. Lakini pia nimeambiwa kwamba tuna zoezi pia la viongozi ambao watapewa unga wa uji huu wa chapchap. Uh, pia zoezi linalofata, kuna zoezi ambalo tunaenda kutoa sasa, e, unga wa uji chapchap. Kuna orodha hapa, na linatakiwa kuwasoma ili waweze kufika halafu tuweze sasa. Kwa hiyo kwanza ninapenda kuwasilisha kwako, nutrition survey report ya mkoa wa Njombe pamoja na response plan ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuharakisha uh, mkakati wetu wa kupunguza kupunguza udumavu katika mkoa wa Njombe.